Hujambo na karibu kwenye MCL Matukio. Jina langu ni Heret Makweta. Rais John Magufuli amemtaka Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda kuendelea kuchapa kazi na kwamba yeye hafanyi kazi maneno ya kwenye mitandao. Katika kauli inayoonekana kuwa upande mmoja na mkuu huyo wa mkoa, Rais Magufuli amesema kuna baadhi ya watu wanaingilia majukumu yake kwa kumpangia amfukuze kazi wakati yeye ndiyo mwenye uamuzi na kwamba hapangiwi kazi ya kufanya kwa sababu anajiamini. Mkuu huyo wa nchi amewataka wakazi wa Dar es Salaam kuchapa kazi ili kujiletea maendeleo badala ya kupoteza muda kufuatilia masuala kwenye mitandao. Waziri wa habari, utamaduni na michezo Nape Nauye ameunda kamati ya kuchunguza madai ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda kuvamia ofisi za kituo Charuninga cha runinga cha Clouds Ijumaa usiku. Ameipa kamati hiyo saa ishirini na nne kukamilisha kazi yake na kumpa na kumpatia ripoti Nape. Ameyasema hayo leo wakati akizungumza na wanahabari mara baada ya mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa Clouds Media Groups Ruge Mutahaba kuthibitisha kuwa Makonda alivamia kituo hicho Ijumaa usiku akiwa na polisi wenye silaha. Timu hii itaongozwa na mkurugenzi wa habari maelezo ndugu Abasi Hasani, lakini ndani ya timu hii kutakuwa na mtu wa TCRA kwa sababu ndio uh, regulator wa shughuli za utangazaji katika nchi yetu, lakini pamoja nao tumeweka watu ambao ni independent kutoka kwenye tasnia ya habari Hawa watu watano baada ya kumaliza kikao hichi watakwenda kumtafuta mkuu wa mkoa na kufanya mahojiano naye ili tupate upande wake, na kufikia kesho wao wamemaliza hiyo kazi ndani ya masaa 24, wailete hiyo ripoti. Halafu baada ya hiyo ripoti tutasema sasa hatua tutakazochukua. Mwenyekiti wa kamati ya bunge ya viwanda na biashara Dkt Dalali Kafumu na makamu wa kamati hiyo Viki Kamata wamejiuzulu nafasi zao. Viongozi hao wameeleza sababu za kuchukua hatua hiyo kuwa ni serikali kuingilia majukumu yao katika utendaji kazi na hivyo wakaeleza kuwa hawaoni sababu za kuendelea na majukumu hayo. Wamekabidhi barua za kujiuzulu kwenye ofisi ya spika wa bunge. Wafanyabiashara wa soko la Karume Mchikichini jijini Dar es Salaam wamelalamikia madalali kwa madai ya kuwasumbua wateja wa nguo. Wamesema kuna madalali ambao kazi yao ni kuwadaka wateja na kuwapeleka katika mabanda ya biashara, na wakifika hapo, wao ndio wanakuwa wana kauli na biashara ambayo si yao. Aidha, wamesema madalali hao wanakuwa na lugha chafu kwa wateja, jambo linaloharibu sura

Miteja ajikwala, miteja kwa kwa kwa kamishu, ya. Na katika michezo leo tunaarifiwa kuwa mchezo wa robo fainali baina ya Simba na Madini Sports Club uliopigwa jana uwanja wa Shee Amri Abedi jijini Arusha na Simba kuibuka ushindi wa bao moja kwa sifuri umevunja rekodi ya mapato ya zaidi ya milioni 80. Taarifa ya chama cha soka mkoa wa Arusha imesema uwanja huo unabeba idadi ya mashabiki elfu kumi na mbili lakini juzi uliingiza watu elfu kumi na nne na hamsini na sita kwa waliokata tiketi pekee, huku wengine wakizuiwa kuingia kutokana na sababu za kiusalama, kwani uwanja ulijaa, uli kuzidi uwezo, licha ya kuwa walikuwa na tiketi mkononi. Mapato hayo hajawahi kutokea kwenye uwanja huo wa Sheikh Amri Abed tangu mwaka 1976, wakati Pan African ilipovaana na timu ya vita kutoka Zaire. Hata hivyo, katibu wa siasa na uenezi wa CCM mkoa wa Arusha, Shabani Mdoe alisema kuwa ku, alisema kuwa kuna uharibifu wa mageti uliojitokeza kwenye mchezo huo na tayari watatumia mapato hayo kufanya ukarabati. Hadi hapo tumefikia mwisho wa MCL Matukio kwa leo. Kwa taarifa za kina usikose kununua magazeti yetu ya Mwananchi, The Citizen na Mwanaspoti hapo kesho. Pia tembelea kwenye mitandao yetu.